Nionavyo mimi katika jimbo la Arusha mjini ambalo linakaliwa kwa sasa na Mheshimiwa Gambo. A, zipo taarifa zinazotajwa kwamba Mheshimiwa Gambo pamoja na Paul Makonda wamekuwa katika hali ya msuguano kisiasa kama ujuavyo. Siasa ni vita ya maneno. Siasa ni mchezo wa maneno. Lakini nionavyo mimi ni kwamba Paul Makonda endapo atachukua fomu ya kuwania nafasi ya ubunge katika jimbo la Arusha mjini ama na mahala pengine, huenda akawa mshindani mkubwa sana wa wenzake na akashinda. Kwa nini? Makonda anayo uh, uzoefu au anao uzoefu kwa namna moja ama nyingine katika uongozi, na uzoefu huo ni kwamba anacho kipaji cha kutatua matatizo ama pia anao ulimi, unaweza kusema hivyo, anao ulimi wa kutoa faraja kwa watu. Ikumbukwe, nimekuwa nikisema mara nyingi, watanzania wengi hawana furaha. Narudia, watanzania wengi hawana furaha. Wanahitaji sana kiongozi wa kuwapa furaha. Ndicho hiki ambacho Paul Makonda amejaliwa na Mungu wake kutoa furaha kwa watu wanaohitaji furaha. Mara nyingi Makonda huwa anatoa majawabu kwa watu wenye uhitaji wa majawabu, tofauti na baadhi ya viongozi wanatoa majibu kwa wananchi badala ya majawabu. Rejea alipokuwa katika nafasi ya uenezi taifa kupitia chama cha mapinduzi, kila mahala alipokuwa akienda wananchi walikuwa wanamfuata wao bila hata kubebwa, hata wakitoka katika maeneo ya mbali kwa sababu uh, ukianza kuuliza kwa nini watu wanabebwa kwenye malori kwenda kupelekwa kwenye mikutano ya viongozi wengi, utasikia visingizio vya kwamba kuna baadhi ya watu wanatoka kwenye maeneo ambayo ambapo hakuna magari ya abiria ama vyovyote vile, kwa hiyo wanalazimika kusombwa nayo malori kitu ambacho uh, nadhani hilo ni jibu sio jawabu. Uh, turejee kwa Makonda. Makonda watu wanaenda wenyewe kwa sababu wanajua wanaenda kupata majawabu ya matatizo yao, ama wanaenda kupata faraja. Hata kata kama mtu hajapata majibu majawabu ya moja kwa moja, lakini anafahamu anaenda kupata faraja ya tatizo lake. Hivyo po Makonda amejaliwa jambo hilo. Hata alipokuwa pia ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, tazama, kumbuka kitu gani kilichofuata. Wananchi wanaenda wenyewe, kwa sababu wanafahamu, hata asipopata jawabu, lakini jawabu sahihi ama ufumbuzi wa tatizo lake, lakini atapata ulimi uliookoka, atapata kauli ambayo kimsingi inamfariji Narejea, Watanzania wengi hawana furaha. Hivyo Makonda, endapo atawania nafasi ya ubunge, anaweza kuwashinda wenzake, kwa sababu anacho kipaji alichojaliwa na Mwenyezi Mungu, cha kutoa faraja kwa watu wanaohitaji faraja, cha kutoa furaha kwa watu waliokosa furaha, cha kutoa furaha kwa watu waliokoseshwa furaha, kwa sababu wanao uthubutu wa yeye kama yeye na ni kipaji ambacho huwezi kuiga. Kiiga huwezi kwenda popote, kwa sababu sio kipao chako, sio kalamu yako. Kwa hiyo Paul Makonda anao ukubalifu, anacho kibali. Viongozi wengi hawana vibali mbele za watu, hivyo inawawia mgumu sana, na ndio maana wanatumia manguvu mengi sana, kiwemo watu kuwaweka ndani na kadhalika, lakini kwa sababu hawana vibali vya uongozi, lakini wamepata nafasi ya kupeana au kupewa e, uongozi katika eneo ambalo wanaliongoza, lakini hawana kibali. Mimi ninamtakia kila la heri Paul Makonda katika safari yake, kama endapo atachukua nafasi ama fomu ya kugombea ubunge katika eneo analolitaji, akawe baraka kwa watu wengine. Asante, na unao nafasi ya kutoa maoni yako, karibu.